Yafungo kufanya nini, kufunguliwa kwa kushoto. Una shida gani huko Prophet? sai meza Prophet, una shida gani huko naudia? tena kusema huko, mkono unakuwa, una shida gani Prophet? shida au na um, okay. un, shida na kuja tena huko, shida gani huko, kwa hiyo mimi namwongea namwongelea hicho kitu kinashuka iaa chini, sio mguu daktari nani zaidi? Sasa mimi naona cha ndani zaidi kuliko hicho kitu kingine. Oh yes. Amen. Kwa sababu jambo mm la kwanza naona huu -hmm. mkono unauma, sio maumivu makali unasikia hivi. Ni kama mtu anataka kufunga bangili, sawa? Alafu kaachie kule maumivu alikuja na kutoka. Kutoka. Moja. Lakini jambo la pili naona kitu kinapanda na kushuka kwenye huko kwenda chini. Swali la kujiuliza ni kwamba kuna nini? Unaelewa? Sasa shida ya miguu inatokana na eneo hili kufungwa. Sema hili eneo kufungwa. Eneo kufungwa. Ya kwamba unaona kuna mambo ya miguu lakini inatokana na ile kufungwa. Eh? Amina. Ndio maana nimekuambia eneo hili kufungwa. Nasikia <tiped> mambo mpaka wapi? Eh. Yeah. God. <Amen>. Unaitwa? Lucy <tiped> Sufabe. Na? No? Lucy Yusufu so wa Bebe. Baba yangu umekuja hapa sasa. Ma mara tatu. Naona kuna kitu kimekaa kwenye upande wa bega huko nyuma mgongoni kwenye shingo chini. Asu. <coughs> Eh? Rocket. <coughs> kuna kitu si mtu anisaidie mtu nakati hapo. Hapo nionyeshe baada ndio fanye kwa ishara. Hapa tuwe sawa ni maji. Eh, unaona hivi? Eh? Toka Tokali baka.